Ni kweli unampenda na una mbinu ambazo wewe unazitumia ili kumwonyesha kuwa wewe unampenda na unamjali zaidi. Je, ulishawahi kumuuliza yeye ni kitu gani anapenda au ni kitu gani apendi? Sawa, au unajali wewe unavyovipenda na unavyothamani yeye avione kuwa wewe unavipenda Hili ambalo, ni swala ambalo watu walio kwenye mahusiano inabidi walizingatie. Unaweza ukawa unafanya ki, kila kitu sawa, unafanya vitu fulani kwa, ku, kwa kujua au kudhani kwa kwa kufanya vitu hivyo kutakuf, kutamfanya yeye akupende zaidi au kwa kufanya vitu hivyo kutamfanya yeye avutiwe na wewe zaidi, ila hata siku moja hujawahi kujiuliza hivi, huyu anapenda nini ananipenda mimi? Anapenda hiki ninachokifanya, apendi au? Kuna kitu fulani anakipenda ambacho mimi sikijui? Kwa hiyo ni vizuri zaidi kujua ni nini anachokipenda mwenza wako na asichokipenda, na wewe hajue kipi unachokipenda na unachokipenda hii itasaidia kuweka mahusiano yaliyo imara na bora zaidi kuliko kila mmoja kubaki na upande wake. Tunasema siku zote mwanaume amezaliwa sayari ya Mars, mwanamke ametokea sayari ya Venus. Ni viumbe viwili tofauti, hisia zao ni tofauti, wanavyochukua maamuzi ni tofauti, wanavyopokea mambo ni tofauti. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua sawa kwa pande zote mbili je, huyu mm -hmm, anapenda hiki, apendi hiki, anataka hivi, ata mm -hmm, ataki hivi? Hiyo itasaidia kuwa na mahusiano yaliyo bora. Natumai nimekufunza kitu mwana kwetu.